Usiku wa manane Mariam alimwamsha mume wake Ibra. Alikuwa na haja ya haki yake ya ndoa. Kwa sauti ya upole alimwambia mume wangu, naomba unisikilize, nahitaji haki yangu ya ndoa. Ibra alijigeuza upande wa pili wa kitanda, kisha akamjibu kwa sauti ya kukatishwa tamaa, Mariam, nimekwambia mimi siko sawa, mbona wewe sio muelewa? Mariam alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha kwa sauti ya unyonge akasema, sawa, lakini ni kipi kinachokusumbua wiki ya pili sasa, kila nikiomba haki ya ndoa unasema una mawazo. Kuna mambo yanakusumbua lakini hutaki kunishirikisha. Hivi unahisi unafanya sawa? Mimi ni mke wako, kwa nini usiniambie ili nijue kinachokusumbua mume wangu? Ibra alijibu kwa sauti ya ukali, naomba uniache nilale, sitaki kubugudhiwa. Huu ni usiku na unapiga makelele, baba na mama watasikia. Maryam alijibu kwa sauti ya chini, sawa basi lala mume wangu. Asubuhi ilipofika, baba yake Ibra alimwita Maryam pembeni kisha kwa sauti ya huruma akamuuliza, jana usiku nilisikia mnaongea kwa sauti, kulikuwa na ugomvi? tatizo lilikuwa nini? Mariam kwa wasiwasi alijibu, hapana baba, ni mimi tu, tumbo lilikuwa linaniuma sana usiku, lakini nashukuru baadaye lilikaa sawa. Baba wa Ibra alitikisa kichwa, kisha akasema, kwa nini msingetuamsha mimi na mama yenu ili tuwasaidie? basi sawa, lakini siku nyingine ikitokea hivyo hakikisha mnatujulisha. Sisi ni wakubwa, sawa? Mwanangu, sawa baba. Mariam alijibu, kisha akaendelea na kazi zake. Baba wa Ibra alirudi chumbani na kumwita mke wake. Alipofika alimwambia, mke wangu, kuna shida kwa hawa watoto, nahisi kuna jambo haliko sawa. Nimejaribu kuongea na Mariam, lakini naona kama ananificha. Naomba uongee naye wewe, huenda akakwambia kilicho moyoni. Lakini mama wa Ibra alikataa kwa sauti ya mkato, mimi siwezi kufanya hiyo kazi. Kwanza unajua kabisa huyu mwanamke sio chaguo la mwanangu. Kama wamekosana, nitamwambia Ibra ampe talaka mara moja, hata asichelewe. Baba wa Ibra alimtazama kwa mshangao: wewe ni mama, unadhani maneno unayoongea ni sahihi? Kama mwanao hampendi, kwa nini alimwoa? Kwani kuna mtu alimtafutia huyo mwanamke au alimlazimisha amuoe? Vyovyote unavyojua wewe mama, alijibu kwa dharau, kisha akaondoka. Jioni ilipofika, mama alimwita mwanawe Ibra. Katika chumba cha wageni kwa sauti ya shinikizo alimwambia, mwanangu Ibra, kwa nini ukae bila amani? Kwa nini unateseka mwanangu? Hebu mpe talaka huyo mwanamke, kwanza hana hadhi yako. Wewe ni msomi, yeye hana elimu yoyote, hajui hata jinsi ya kukutunza kama wanawake wengine wanavyowatunza waume zao. Mpe talaka mwanangu. Ibra alibaki kimya, hakusema neno. Mama yake aliendelea, najua umechoka, nenda kalale lakini hakikisha unafanya maamuzi kesho asubuhi. Baadaye usiku, Ibra alirudi chumbani, alimkuta Mariam akiwa amekaa kitandani akiwa amenyong'onyea. Kwa sauti ya utulivu lakini ya uzito, alimwambia Mariam, kuna jambo nataka nikuambie. Je, wangapi wanahitaji tuendelee na hadithi hii? Toa maoni yako hapo chini. Hakikisha umenifolo ili uwe wa kwanza kupata hadithi mpya kila siku.